Ruto amewahakikishia wakazi wa Kitui kuwa ataendelea kufanikisha maendeleo katika kaunti hiyo ikiwemo kuhakikisha wanakamilisha ujenzi wa uwanja wa Ithookwe walikoandalia sherehe za mashujaa. Haya yanajia wakati ambao Rais Ruto ameahidi kuhakikisha miradi mbalimbali mbali katika eneo hilo inakamilishwa ikiwemo bwawa la Thwake, ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege, barabara, kati ya miradi mingine. Haya yanajia wakati ambao Gavana wa Kitui Daktari Julius Malombe amemrai Rais Ruto kuhakikisha ujenzi wa miradi hiyo inatekelezwa. Veronica David Anaarifu. Okay, Captain Francis Opondo. Kwanza. Ni katika siku ya mashujaa iliyoandaliwa katika uwanja wa Ithookwe Kitui, ambayo ilihudhuliwa na viongozi mbalimbali wa taifa na nje ya taifa wakiongozwa na Rais William Ruto. <coughs> Katika hafla hii Rais Ruto amewahakikishia wakaazi wa Kitui kuwa uwanja ulioandaliwa sherehe za mashujaa wa Ithookwe unakamilika pamoja na ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege katika kaunti ya Kitui. Haya yanajia wakati ambao Gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe aliangazia maendeleo ambayo serikali ya kitaifa imetekeleza katika kaunti ya Kitui ikiwemo ujenzi wa uwanja ya Ithookwe huku kihongera serikali kwa jitihada zake. In appreciation of your excellence can kindly really allow me to briefly highlight some of the projects that your government has undertaken recently in preparation for Mashujaa Day celebrations in Kitui municipality and these include the construction of this 10,000-seater 10 Ithookwe Stadium The construction of the Kitui Mini State Lodge. Rais Ruto aidha ameahidi kuhakikisha miradi hii inakamilika ikiwemo ujenzi wa bwawa la Thwake, bwawa la umma, ujenzi wa soko za biashara, ujenzi wa daraja la Mto Enzio pamoja na miradi mingine. Tayari tuko na projects ya shilingi bilioni saba. Tuko na soko, mmesikia governor akisema soko kubwa ya Kitui Town. Hiyo soko kubwa ya Kitui Town sasa tutaichukua kutoka county, tutaimaliza na tutakamilisha. Tuko na soko zingine kumi katika sehemu mbalimbali mbali. Soko yote tunajenga hapa Kitui ni soko kumi na ine mpya ambayo itasaidia wakulima wetu waweze kupata mahali ya kupeleka mazao yao na kutokana kwa muda mrefu ambao bwawa la Thwake limechukua kabla ya ujenzi wake kukamilishwa, Rais Ruto amesema kuwa serikali ya kitaifa imetenga bilioni tisa ili kuhakikisha ujenzi wa bwawa la Thwake unakamilika. Haya yanajia wakati ambapo Rais Ruto amebaini kuwa wanatazamia kujenga mabwawa hamsini nchini kwa minajili ya kilimo cha unyinyiziaji kwamba hapa Kitui Tuko na shida ya mambo ya maji kweli, si kweli? Mnajua tuko na damu kubwa hapa Thwake, na hiyo damu imejengwa muda mrefu. Mimi sasa nataka niwatangazia kwamba tumepata pesa bilioni tisa ya kukamilisha hiyo damu ya Thwake by April May next year. That dam will be complete na itasaidia watu wa Kitui, watu wa Makueni na watu wa Machakos. Tutaweza kupata maji ya manyumbani na maji ya irrigation. Veronica David, Undugu TV.